Aasue mengi wosonga... eh? Yapo mapigo lakini sio ya kwenye viti, kwenye utani ndio mnafanya kweli mm. Naweza nikakupiga na hewa tu. nahewat hewa tu, ndio huyo mtu Bagamoyo. Eh, ndugu zangu waandishi wa habari, jambo moja ambalo linatuumiza kichwa mpaka sasa hivi ni nani atakuwa mwamuzi wa kati wa ah. mechi yetu h <laughs> na <laughs> La, tu disturb kidogo, lakini tushawasiliana mamlaka. Sisi hatutaki refa tumjue siku ya mechi tunataka tumjue mapema, tumjue mapema ili kama kuna taratibu nyingine ziendelee mapema, si ndio? Eh, mm, e, masuala ya kumjua refa wa mechi saa sita mchana itatusumbua kidogo, nataka tumjue mapema. Kwa hiyo tumewasiliana na mamlaka kwa maana ya TFF, tunaomba siku ya kesho inshallah tutangaziwe muamuzi wetu wa mechi ya mashabiki wa Yanga na Simba siku ya Jumapili hapa KMC. Tulikuwa tuna request nyingi nyingi, na nilifuma message nyingi za baadhi ya watu wengine tuko nao hapa, wakipendekeza waamuzi wanaowataka kwenye mechi, lakini tumepambana, tumetaka haki isimamiwe, aje mtu ambaye atakuja kuridhisha mioyo ya watu wote watakokuwa huko ndani. Kwa hiyo, kesho naamini inshallah tutapata jina la center referee ambaye atachezesha mechi yetu ya Jumapili. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana Uh, wasimamizi wote wa uwanja wa KMC tumetembelea hapa tumeona maandalizi yako vizuri, uh, kila kitu kiko sawa na watu hawa wanatusubiri kwa bashasha tuje siku ya Jumapili hapa, tuje tu enjoy ya Jumapili hapa, capacity ya uwanja inatosha kabisa kuja kupata burudani, na hii saa kumi ni muda ambao mechi inaanza, lakini shughuli za kiburudani zitaanza mapema. Mpaka sasa hivi tunawasaidia kupendekeza wawili pendekeza Uh, nani ule Mama Amina, na nani na nani yule Kingamuzi, hey. Na niwaambie nimwambie Kingamuzi na Mama Amina kama wanasubiri tuwapigie simu watasubiri kwa muda mrefu sana, hii tangano inayotoa hapa ndio mwaliko wenyewe hmm. Ehe, wanatakiwa waje siku ya Jumapili Kingamuzi na ma, yani hao ndo wasanii pekee ambao wamepitishwa <laughs> Kingamuzi na Mama Amina, si jambo la burudani ehe eh, na wala watu wa burudani burudani, mm, eh tunataka waje hapa. Kwa hiyo mataratibu nyingine ni kama tunavyozungumza hapa eh, sije kawa kuna nini huko anasubiri simu simu, hamna mm, eh, sisi Simba na Yanga tumekualika uje utugee burudani. Mm. Kwa hiyo tutategemea Mama Amina na Kingamuzi tutakuwa nao hapa siku ya Jumapili kwa ajili ya kutugea burudani ya uhakika. Timu yangu mimi inaendelea vizuri uh, timu yangu inaendelea vizuri na sisi hatuna haja ya, ya kwenda uh, Bagamoyo mm -hmm. Sisi hatuna haja ya, ya kuzuru kwa sababu sisi njia tunaijua. Njia tunafanyaje? Tunaijua. Kama ile senior team, sisi huwa ndo tunaiandaa, tunaishughulikia na tunapata furaha. Je, kujishughulikia wenyewe tushindwe? Yaani kujiandalia tu wenyewe pishi letu tushindwe, haiwezekani. Kwa mimi naamini uh, matawi yote ya Yanga yanajiandaa vizuri na tutakuja hapa uh, kupata matokeo mazuri. Unajua, wanataka kufanya nini watu wa Yanga mm. Wanataka nyinyi msije kabisa, yaani mpigwe fataki mm. Mvurugani msije tue wenyewe. <laughs> Lakini nikawaambia hapana, kawambia hapana mm. Kwa sababu tunataka tupate burudani. Hawa tukawashonee kwenye pichi wa ruhusa timu ya, ya kutufunga hamna. Sisi tuna timu ya kuchukua ubingwa hapa. Tena nimekumbuka. Zawadi ni kombe. Kuna kombe, kuna medali. Kuna kombe au taka hela? Ah ah. Tupate kama ngombe hivi au mbuzi. Badili imekwama ni nipate mnyama. Tuta mnyama <laughs> <laughs> kupitia mechi kaka. Ina ina raha yake sana. Tupate ngombe. Eh. Hey. Uje kombe hili. Kila mtu anapewa kombe. Lakini kwa hmm. Hey, mnyama wako hapa ametulia. Kesho yake. Sasa shida yenyewe mnamkaribadili tarehe ishirini na mbili. Si tushachukua ubingwa huyo ni kwa ajili ameshika kijioni yake badali badili. Eh, hakuna ya badili, akubadilili viongozi mmelipitisha fresh. Mimi sio kiongozi hapa, mimi ni, ni msemaji wa timu ya mashabiki ah ah ah. Okay, eh, usichanganye. Umeruka, umeruka nikujaza kidogo, umeshtukia mtego. Kwa hiyo bwana ah, ili jambo la ng'ombe hili, si nafikiri tuombe wadau tupata ng'ombe hata wawili au mbuzi pate mbuzi. kati ya kombe la ng'ombe na kombe la mbuzi ipi nanoga sana mbuzi? ni ng'ombe kubwa, ng'ombe kubwa eh, e. ila kombe la mbuzi maarufu e. yako mengi kombe la mbuzi e. e. ni ng'ombe inakuwa kubwa na kwa jinsi tulivyopata ng'ombe, pate ng'ombe eh, watu watu wa kina wa kula nyama wa enjoy. Kwa hiyo tunaomba jamani, wadau eh, na wadau sio mwe na hela, huenda unazizi una ng'ombe tupe ng'ombe eh, sio lazima mdau, tunakupigia kelele hapo ukafikiri ni mwenye hela, ukiwa na hela fresh tununulie, lakini kama hata unazizi Sema lakini bwana anaweza akaleta mtu ngombe wa kwenu akatuwekea vitu vyenu mundani ndio mashaka hayo. Akileta kwetu huyo huyo kwa sababu sisi ndio tunachukua kombe. Mhm. Yaani sisi watu wa Yanga tunataka kupata mashaka mambo yenyewe Bagamoyo haya. Eh. Mkatoka na afu wewe oh, lazima itoa wapi? Ndivyo. Unaona gafa umetaja mbuzi na ngombe. Unaona kama nimeshtuka. Mara gafa Mwanza, Bagamoyo sasa hivi mjana wazo la ngombe. Eh. Sije kama mshaandaa ngombe wenu Tuje tule hapa ndo mpitishie hapo mambo yenu. Bana, ngombe hamna. Niwaambie tu, eh, ndugu zangu wa Yanga, ngombe hamna wala mbuzi. Tafute tu kibunda. Kwa na hela. Yaani kwa kuna bingwa wa kombe, kwa na medali zile na bingwa wa pewera. Hela eh, milioni kadhaa hivi watu waka enjoy, wafurahi. Kwa mtachague kama yule mtapata mtanunua ngombe sawa. Lakini umtego nimeushtukia. Ngombe ngoga eh. Aka ushaanza bagamoyo na nini na nini tena na nini? Uh, na kesho na safari ya Kisiju, kesho Kisiju hey. Mwamini au <laughs> najaza busta kaka, naongeza watu hey. Nataka ni kufanya vibaya hapa, saa haina shida ndugu kaka, uwanja mzuri. Um, um, just imagine shabiki wa kawaida anatumia KMC imagine.